Anhu kutoka kwa abi hurairata radhiya Allahu anhu anna rasulillahi sallallahu alayhi wasallama qal, hakika mtume wa Allah, sala na salamu za Allah ziwe juu yake, kullu ummati yadkhuluna aljannata, umma wangu wote wataingia peponi, illa man aba, isipokuwa aliyekataa kuingia peponi Qalu, masahaba akasema, ya rasulullahi wa man yaba, ya ewe Mtume wa Allah, ni nani ambaye atakataa kuingia peponi? Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man ataani dakhala aljannata, mwenye kunitii mimi ataingia peponi. Wa man asani faqad aba, na mwenye kuniasi mimi kwa hakika mtu huyu amekataa mwenyewe kuingia peponi. Akhrajahu al-Bukhari. Hadithi inaonyesha wajib wa kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam, pale anapokuwa ameamrisha jambo, ni wajibu muislamu kutekeleza jambo hilo ambalo kwamba ameliwajibisha mtume sallallahu alayhi wasallam wasalam na katika hayo ambayo ameyawajibisha jambo la ifau liha kuachia ndevu, kadhalika ameamrisha kupunguza sharubu, kadhalika ameamrisha kupunguza nguo yako isiwe inaburuza chini ya kongo mbili, na mengi mengineyo ambayo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaamrisha kwa hivyo, Muislam alazimiane na jambo hilo na kutii kwa hilo ni sababu ya kuingia katika Janna. Kwa hivyo njia ya kuingia peponi katikati kuna mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa utakutana na mtume sallallahu alaihi wasallam ukiwa umefanya yale ambayo ameyafundisha na kuyaamrisha, mlango utakuta umeshafunguliwa.